Katika hii video tuna swali la dondo na swali so, lenyewe soma dondo lifuatalo kisha jibu maswali. Dondo lenyewe ni ehe, mpaka sasa hukupata nafasi ya kupiga simu au angalau kutuma arafa. Samahani, ulipopiga nilikuwa barabarani, singeweza kupokea simu. Swali la a, weka dondo hili kwenye muktadha wake. Swali la ba, tambua toni katika dondo hili. Swali la cha: eleza sifa nne za aliyekuwa barabarani akipigiwa simu na kushindwa kuipokea. Na swali la cha, swali la da: harubu ni sehemu ya maisha ya binadamu, hakiki kauli kwa hoja eh, nane ukirejelea hadithi ya Harubu ya Maisha. Swali la: weka dondoa no hili kwenye muktadha wake. Uh, msemaji wa kauli ya kwanza ni mamake Kikwai msemaji wa kauli ya pili ni Kikwai na Kikwai yuko nyumbani kwake jijini e, huku mama yake akiwa nyumbani kwao mashambani na wanawasiliana kwa njia ya simu. Na Kikwai alikuwa anampigia mama yake simu baada ya kugutuka kuwa haku amempigia kama alivyokuwa amekusudia swali. So, la ba tambua toni katika dondoo hili, ili dondoo linatonia kukashifu na mamake Kikwai anamkashifu kwa kutompigia simu. Swali la cha, eleza sifa nne za aliyekuwa barabarani akapigiwa simu na kushindwa kuipokea. E, aliyekuwa barabarani ni Kikwai na kwa hivyo swali hili inauliza sifa za Kikwai na moja katika sifa za Kikwai ni mwenye bidii e, anajitoa na kujituma katika kazi yake anagutushwa saa nne kasorobo na simu ya mkewe bado akiendelea na kazi ofisini mwake, na hata anapokosa mafuta ya gari anaamka mapema ili kutembea kwenda kazini. Huyu ni mtu mwenye bidii. Sifa yake nyingine ni mwajibikaji. Anafanya kila linalotarajiwa kutoka kwake nyumbani na kazini. Anaikimu familia yake kwa kila hali licha ya ugumu wa maisha uliopo. Anafika kazini kwa wakati kila siku sifa ya Kikwai nyingine ni mwenye imani ama mwenye tumaini, na kila mara anaamini kuwa maisha yatakuwa bora. Anamsisitizia Mama Masi kuwa hali walionayo ni ya muda tu. Anapoachishwa kazi, anaanza kuipiga msasa tawasifu yake kwa matumaini ya kupata ajira mpya. Sifa yake nyingine ni mkakamavu. Anamsisitizia Mama Masi kuwa anashughulika kila mara ili kuboresha maisha yao anakata kata kata kuandamana na Masi kazini. Anapitia dhiki nyingi, lakini anazikabili kuoka kamavu. swalilada so, harubu ni sehemu ya maisha ya binadamu. Hakiki kauli hii kwa hoja nane ukirejelea hadithi ya Harubu ya Maisha. Neno harubu lina maana ya taabu anayopata mtu, na katika taabu anazozipitia wahusika ni kazi kwa nyingi tunaarifwa kuwa simu ya mamamasi ndiyo ina mtu akikwai ofisini saa nne kasorobo usiku akiendelea kung'ang'ana na kazi e, matatizo mengine ama taabu nyingine ni, ni kulalamikiwa kila mara ama kulalamikiwa mara kwa mara, na tunaarifwa kuwa mamamasi analalamika kuwa kikwai anamtelekeza na kuwa hawajibikii wajibu wake anasema kuwa yeye alikuja likizo, hali mambo yako hivyo, hawapati muda wa kuwa pamoja. Tabu nyingine ni kulala njaa, na kikoi analazimika kulala njaa kwa kuwa mkewe hajala, haoni haja ya kula, mkewe akiwa umo umo, hali yeye hali. Isitoshe, chakula chenyewe kina ladha ya mafuta taa. Harubu nyingine ni mizozano, mizozano katika ndoa na taarifa kwa Kikwai na Mamasi wanazozana hata wakati wa kulala wakiwa kitandani. Tabu nyingine ni madeni na tunaarifa kuwa mamake Kikwai anamweleza Kikwai kwa ufundi wa nyumba, anatishia kutoa mbuzi wao ili awauze ajilipe deni ambalo limecheleweshwa karibu mwezi mzima. Pia Kikwai tunamuona akienda kwa Vaite kukopa chakula na kwa hivyo madeni ni moja katika matatizo au tabu walizonazo waja. Pia katika tabu kuna kushindwa kuwafaa wazazi, na Kikwaya ameshindwa kumfaa mamake kwa kumlipia madeni aliyokuwa nayo. Tabu nyingine ni kukatishwa kwa mikataba ya wafanyikazi, na tunaarifwa kwa mkataba wa kazi wa Nilakosi unakatizwa ghafla. Hoja nyingine ni kushindwa kulipa kodi na mpangishaji wa ni, ni la kosi anatishia kumfungia nyumba kwa kuwa hajalipa kodi. Anadhani ni, ni la kosi anataka kumlaghai. Moja nyingine ni kufutwa kazi, na kikwai anashwa kazi kwa sababu haji kwa gari la kampuni kwa kukosa pesa za mafuta.